Na mtazamaji wa Trend TV e, bwana Mwijaku amechukizwa vikali baada ya kuona ushirikiano wa Barnaba na Diamond Platinumz unavyozidi kuendelea kadri ya siku zinavyozidi kwenda ndani. Unakumbuka katika album iliyopita ya Barnaba ya Life Sounds Different, ambapo mule ndani Diamond alimbless Barnaba kwa kolabo moja, na pia vilevile vile alisimamia swala zima la promotion na marketing ya ile album. Ilienda kweli kweli na hata tunzo ilipata, na, na ni moja kati ya vitu ambavyo Barnaba nadhani amevichukulia uh, uzito wa hali ya juu mpaka leo hii. Lakini ikumbukwe kama nilivyozungumza katika video zilizopita, kwamba Barnaba inasemekana kwamba alishawahi kumsupport Diamond katika wimbo wake, wanaenda kumwambia yeye ndo aliandika ile track. Kwa hiyo atimizi kwamba urafiki wao haujaanza leo wala jana, ni mtu na mdogo wake tokea kitambo. Sasa basi, huku upande wa pili kama unavyoelewa kwamba moja kati ya wapinzani wa, wa Diamond ni Mwijaku. So Mwijaku bwana amekuja kutoa dosari ukaribu wa Barnaba na Diamond, lakini Mwijaku amekuja kwa, kwa engo nyingine kidogo, amepita engo ya kumkumbuka marehemu Luge Mutahaba ambaye ndio alikuwa mlezi wa vipaji vya THT na ukizingatia kwamba Barnaba yeye ni zao la THT. Sasa tokea Luge alivyofariki, Mwijaku anadai kwamba amewakataa Barnaba, yani amewakataa kabisa wadau wa THT, kwa sababu Mwijaku naye pia alikuwepo pale THT katika upande wa uigizaji, Barnaba yeye alikuwepo pale kama mwimbaji so kwa mujibu wa Mwijaku anadai kwamba Barnaba bwana amewakataa kabisa watu wa THT. Sasa hivi amefungamana mno na Mwambino, yani ae Diamond kama yeye mwenyewe anavyomuita. So hapa katika ukurasa wake wa Instagram na Twitter eh, Mwijaku ameandika, ameposti picha ya Barnaba alafu akaandika kwamba bwana Ruge ndiye aliyekushika mkono na sio Mwambino. Barnaba huyu ni Mwijaku ameanza hivyo kwa kumwambia Barnaba, maana hii ameposti mara tu baada ya kuona kwamba Barnaba ameaprisiati na kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anatoa shukurani kubwa kwa Diamond Platnumz. So uh, ni kwamba mmoja wako amekuja kulalamika hivyo. Ameanza hivyo kwa kusema kwamba Ruge ndiye aliye kushika mkono na sio mwambino. Usiwe mchoyo wa shukrani sababu Ruge amefariki. Kumbuka namna ambavyo Ruge alikupambania, tuliweka nguvu zetu kwako, mimi na Mwita leo hii Uh, unatusahau kisa mwambino. Mungu ata Mungu atatul, atatulipia tu. Alafu hapa chini katika caption akasema kwamba bwana tupe ameandika kwamba Barnaba tupe shukrani zetu. Uh, na pia vilevile vile kumbuka kumbuka nilikuwa kiongozi THT. Alafu mm, akamalizia kusema kwamba RG hashtag RIP wameanza kwa kugeuka huko duniani kisa mwambino, yani kama vile anaandika anandi, kwamba RG hashtag RG hashtag RIP. Maana yake ni kwamba resting peace. RG ni Ruge Mutahaba, umeona? Kwa hiyo anamwambia Ruge kwamba huko duniani wameanza kumgeuka watoto wa THT kisa Diamond. So ukiwa kama mdau, unahisi kwamba alichokizungumza Mwijaku kina tija au ni wivu au ni mbwembwe tu ili mradi azungumziwe? Weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na ku reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.